Mimi nakwambia ajiriwa kazi na mwenzaku afungue kazi, uone nani atatajirika haraka. Nani atatajirika haraka? Mimi nakwambia ndugu yangu, usiamini kuajiriwa. Kuajiriwa ni kazi ama ni njia tu ya kukufungua macho, alafu ujitafute kivyingine, maanake wote walioajiriwa saa hizi tofauti. Mimi nakwambia mtu ambaye anafungua biashara na mtu ambaye ameajiriwa maisha yao tofauti. Kwa hivyo, chaguo ni lako, utaendelea kuajiriwa uwe mtumwa, ama utajitoa kwenye utumwa. Amuzi mm. ni wako, na mimi nakwambia ukisimama kwenye kuajiriwa, hakuna kitu utafanya kwenye maisha yako, hata watoto wako wa wenyewe kimasomo watakuwa ni oya. Kuajiriwa sipoa, ila ni njia tu ya kupita.